Kizaazaa kilitokea Jumanne hii katika afisi ya kaunti ya Nairobi baada ya maafisa wa usalama wa kaunti hiyo kufunga ofisi ya Evans Ondieki aliyekuwa waziri wa maji na mazingira wa kaunti hiyo. Hii ni kufuatia agizo la Gavana Evans Kidero. Ame, umesikia news? Inasema, amefutwa. Juu ya nini? mambo ya, ya ufisaji Evans Ondieki anasema kuwa kufutwa kwake ni jambo la kushangaza, akisema kuwa hakutarajia gavana kuchukua hatua kama hiyo, licha ya kuwa walizozana awali asubuhi kwenye kikao cha mawaziri offense He took offense because he said in his the election plan he doesn't want any interaction with opponents. Then I told him that it is a democracy, and we are a democracy. And I will stand to defend our democratic values. Once he abused me. He literally shouted at me that stop a that nonsense. I'm not going to listen to those democratic things hata hivyo anasema kuwa kuhudhuria ibada kanisani na aliyekuwa waziri wa ugatuzi Ann Waiguru sio sababu pekee ya yeye kusimamishwa kazi, bali pia sababu za kisiasa, hasa kuhusu ufisadi na kuwa ananuia kuwania kiti cha gavana mwaka 2017 but what Sio wazi iwapo kusimamishwa kazi kwake kuna husiana na kashfa ya ufisadi ambapo gavana anadaiwa kumhonga Jaji Philip Tunoi ili kumtangaza mshindi wa uchaguzi wa mwaka 2013 katika kesi ya kupinga uchaguzi wake. Ndieke ameapa kumshtaki gavana Kidero mahakamani akisema kuwa hakupewa sababu ya kuachishwa kazi kama vile inavyotakikana kisheria. Durin Katwai, QTV.